So, nimeenda. Haya. Nasema nimeenda bro. Si uende ni nini ni, what do you want? Mimi tayari nimeenda bro. Bro, mimi nimeishia. Hey, nenda. Bro, Okay, basi fanya hivi si kwa hey, ubaya hey. Nipatie b nimefanyia kazi saa hizi, kazi gani? Tumesema unaenda. Nimalizie tu ile yangu kidogo, mm -hmm. gani Si kazi nimefanya ambao umefanya kazi gani? Si nimekutabiria, ndugu yangu, hiyo kazi ni ya bure. Kazi umefanya kazi gani? Kenya mpendi kufanya kazi. Mtaka pesa bure bure, mdomo mdomo mdomo kila mahali. Wewe unajua nimepita journalist wangapi huko? Did I ask you to talk to me? Nilikuuliza nifanyie kazi, sasa unaongea, nimekuwa madharau kwa sababu unafanya nini? Unaniambia oh, we nini, baada ya kunyakua baraka zangu, imekuwa madharau. Did I tell you to give me those blessings? In fact, we na mimi, nani amebarikiwa Ingia hapa ndani uende kushughulikiwe, umesoma kwa, so si kwa gari yangu nzuri uh -huh. napiga simu yangu iPhone ati o mm. Wewe sijui si CNN kunde pojo mbaazi nilikuitisha. nalist wangapi nimewapita huko, si ni, ni sawa, rudi kwao, asiniletee huyu. Sasa nimetupa hivyo nimetupa metupa ah. nini? Saa hizi mimi nimekuwa nini mbaya For life. Sasa 8000 ni kitu ya kuninyima na hii gari. Si nimefanya kazi nipate 8000. Sasa unilipi? Ni kulipa umefanya kazi gani? Ni mwingize hapa ndani aende ndugu yangu. Achia laana. Nyolewe pesa yangu sasa.